Kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Ni kipindi chetu tena pendwa kinachoitwa usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kualika mno maeneo mbalimbali unaonisikiliza uweze kuungana na sisi kwa kuandaa biblia yako karibu, hiyo itakusaidia ulisome neno la Mungu na kulielewa kiurahisi zaidi. Neno la Mungu liko kwenye mfumo wa mafumbo na Roho Mtakatifu ndiye utusaidia, na ndo maana nakuomba uwe na utulivu katika kulisikiliza na kulisoma na kulitafakari. Basi tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na la mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena ambao tunapata fursa ya kuunganika kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu we pamoja na sisi, utusaidie ili neno hili tunapolisoma, e Bwana, liache muhuri wenye uzima katika mioyo yetu, tukinge mbali na kila roho zote za yule mwovu Neema ya Mungu itushike mkono, neema ya Mungu itusimamie ili Bwana neno hili liendelee kuleta matokeo na mabadiliko katika maisha yetu. Tunanyenyekea kwako e Bwana, tunaomba mkono wako wenye huruma uendelee kuturehemu ili tuwe na uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Hekima ya Sulemani ile sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Sura ya kumi na tatu. Basi bila shaka wanadamu wote kwa asili ni ubatili ambao hawana akili za kumtambua Mungu. Tena hawakupata uwezo wa kumjua yeye aliyopo kwa kuvitazama viumbe vili vizuri vinavyoonekana. Wala kwa kuyaangalia yaliyofanywa hawakufahamu yule fundi aliyeyafanya. Walakini moto ama upepo ama hewa nyepesi ama mzunguko wa nyota ama mafuriko ya maji ama mianga ya mbinguni walidhania kuwa ni miungu inayoutawala ulimwengu. Huenda ilikuwa kwa kupendezwa na uzuri wake walivyodhania viumbe hivyo kuwa ni miungu. Basi na wajue kadiri gani Bwana mfalme wao avipitavyo, kwa maana yeye aliye asili ya uzuri ndiye aliyeviumba. Lakini kama ilikuwa kwa kuzistajabia nguvu zake na maongozo yake, na wafahamu kwa kuviangalia kadiri gani yeye aliyeviumba anayo nguvu zaidi. Maana kwa jinsi uzuri hata wa viumbe vilivyoumbwa ulivyo mkuu kwa kadiri hiyo hiyo mwanadamu huyatunga mawazo yake juu ya muumba. Walakini watu hao hawana hatia nyingi, madhali yawezekana kwamba hao wamekosea tu pindi wanapomtafuta Mungu na kutamani kumwona, kwa sababu huishi katikati ya viumbe vyake huvichunguza kwa bidii na mwisho hujitoa kwa maono yao, mradi vitu vyenyewe vinavyovitazama ni vizuri kweli kweli. Walakini tena watu hao hawana udhuru, kwa maana wakiwa walikuwa na uwezo wa kufahamu kadiri hiyo hata kuweza kuchungulia taratibu ya viumbe imekuwaje, ya kwamba hawakudiriki upesi kumtambua mfalme mkuu wa viumbe hivi vyake? Lakini wale wamekuwa wanyonge kabisa, ambao waliweka matumaini yao katika vitu vifu, wakiviita miungu, vitu vilivyo kazi ya mikono ya wanadamu vitu vya dhahabu na fedha vilivyofanyizwa kwa ustadi au mifano ya wanyama au hata jiwe la bure, kazi ya mikono wa mtu wa kale. Hata na mkata miti, akiisha kukata mti uwezao kuchukuliwa kwa urahisi, huondoa maganda yake yote kisha uchonga vizuri na kufanyiza chombo kifaacho kwa matumizi ya maisha. Kisha huchoma takataka za mti za kazi yake ili kukipika chakula chake na kula na kushiba. Kisha huchukua katika mabaki yasiyofaa kitu kipande cha mti kilichopotoka, tena kimejaa mafundo, hukitia nakshi kwa bidii ya ubwete wake na kukiumba kwa ustadi wa ulegevu wake, kisha ukipa umbo la sanamu ya mwanadamu au kukifananisha na mnyama hafifu, akikipata zingefuri na kukitia rangi nyekundu na kulifunika kila waa lililomo, kisha ukifanyiza chombo cha kukistahili na kukiweka ukutani na kukikaza kwa chuma maadamu akiangalia kisianguke, kwa sababu anajua ya kwamba hakiwezi kujisaidia; mradi kwa hakika ni sanamu inayohitaji msaada. Basi mwisho wa yote anapoomba dua yake katika habari ya biashara au harusi au watoto huyo haoni aibu kusema na kitu kisicho hai, na kuomba afya ukiitia kilicho dhaifu, na kuomba uhai hakihisi kile kilicho kifu, na kuomba msaada hukililia kisicho na ujuzi, na kuomba safari njema ukiomba kisichoweza kwenda hata hatua moja, na kuomba halasa au mapato au kufanikiwa. Mikono yake hutaka ustadi kwa kitu kile kilicho mtovu kabisa kwa ustadi wa mikono. Sura ya kumi na nne tena kuna mtu aliyejiweka tayari kusafiri jahazini, endapo anataka kufanya safari yake juu ya maji ya mkayo, naye huitia gogo la mti bovu kabisa kuliko jahazi itakayomchukua. Kwa maana jahazi ile ilibuniwa kwa tamaa ya faida, na ufundi ukaundwa kwa akili zake. Ila maongozo, maongozi yako Baba ndiyo yanayoongoza njiani, kwa sababu hata baharini umetupa njia na katikati ya mawimbi kuna mapito ya salama, ukituonyesha ya kwamba unaweza kuokoa katika kila hatari, hata na mtu asiye na ufundi huo aweza kung'oa nanga nayo, na ni mapenzi yako kazi za hekima yako zisikae bure. Kwa hiyo watu huyaaminisha maisha yao kwa kipande kidogo cha mti na kwa kupitia msukosuko wa bahari hata juu ya chelezo ya mbao huletwa salama mpaka pwani. Hata na siku za kale pia wale majitu wenye kiburi walipokuwa wakiangamia, Nuhu yule mtu aliyekuwa tumaini la ulimwengu alikimbilia safina, na kwa kuwa mkono wako ulishika usukani akawaachia wanadamu mbegu ya vizazi vitakavyokuja. Kwa maana kimebarikiwa kile kipande cha mti ambacho kwa njia yake kumekuja wokovu, lakini sanamu iliyofanyika kwa mkono imelaaniwa, naam sanamu ya yeye aliyeifanya, pia kwa sababu kuifanya kulikuwa kazi yake, na kile kitu kinachoharibika kimeitwa Mungu. Maana mfanyaji aliye movu na uovu wake pia ni, makuru, ni makuruhi machoni pa Mungu naam. Hakika yake kitendo kitaadhibiwa pamoja na yule aliyekitenda. Kwa hiyo, katikati ya sanamu za mataifa kutakuwa na mapatilizo kwa sababu ingawa zimefanyizwa katika viumbe alivyoumba Mungu, zimefanyizwa kuwa machukizo na makwazo mbele za roho za watu, na matanzi kwa miguu ya wapumbavu. Kwa maana kubuni sanamu kumekuwa chanzo cha uasherati, na uvumbuzi wake ni uharibifu wa maisha, mradi hizo hazikuwako tangu awali wala zikuwako hata milele, yaani ziliingia ulimwenguni kwa majivuno ya wanadamu, na kwa hiyo zimeamriwa mwisho wake utakaokuja kasi. Kwa kuwa baba mmojawapo aliyetaabika kwa majonzi yasiyotazamiwa akifanya sanamu ya watoto wake ambaye amefariki mapema angeweza halafu kumstai kama Mungu, yeye aliyekuwa kwanza binadamu aliyekufa tu, na kuwakabidhi wale waliokuwa chini yake madhehebu mengine na kanuni za ibada. Baadaye desturi hiyo ya upotevu ikithibitishwa, baada ya miaka kupita, hushikwa kuwa sheria hata amani ya wakuu sanamu za kuchongwa zikaabudiwa tena. Hapo wasipoweza kumheshimu mfalme hadha, hadhara yake, kwa sababu walikuwa wakikaa mbali sana, wakiwazia sura yake, hapo walipo mbali, watu walifanyiza sanamu iliyoonekana ya mfalme huyo aliye mheshimu ili kwa juhudi yao wapate kujipendekeza kwake yeye asiyekuwapo kana kwamba amekuwapo. Hata na zaidi ya hayo, watu wasiomjua waliongeza ibada yao, wakiwa wameshawishiwa kwa juhudi ya mchonga sanamu; maana yeye akitaka labda kumpendeza mwenye mamlaka alitumia ufundi wake katika kuuzidisha uzuri wa sura hiyo, na makutano wakivutwa kwa madahiro ya kazi yake, halafu walimdhania kuwa ni Mungu wa kuabudiwa, yeye aliyekuwa kwanza akiheshimiwa kama mtu tu. Basi jambo hilo likawa kikwazo cha maisha, kwa jinsi watu wakishurutishwa ama kwa maafa ama kwa usultani walivyotaja mawe ya miti kwa jina lile lisilo shirikika. Baadaye haikutosha watu wasipo, wasipotoshe njia zao katika habari za kumjua Mungu, lakini zaidi ya hilo, wakiisha katika hali ya taabu kubwa kwa sababu ya kutokumjua wamekosea juu ya umati wa maafa ambao hutajia amani, kwa maana ama kwa kuua watoto katika ibada zao, ama kwa kuzishika ibada zilizo za siri kabisa, ama wakienda mandari zenye wazimu zilizo za kigeni, wameacha hata kuheshimu uhai au usafi wa ndoa, bali mtu mmoja aweza kumletea mwenzake ama kufa kwa hila ama uchungu ama kupata mwana wa haramu. Tena mambo yote yameingia fujo, yamejaa damu na uaji, kuiba na kudanganya, ufisadi, uongo, ghasia, zuri zahama, utovu wa shukrani kwa fadhili zilizopokewa kuzinajisi roho za watu, kuburuga hali ya kiume na kike, machafuko ya ndoa, uzinzi na uasherati. Madhali kuziabudu zile zile sanamu zisizo halali, hata kuzitajia ni chanzo na sababu ya kusudi la kila lililoovu. Maana wale waziabudio hujifurahisha kwa wazimu au kutabiri uongo au huishi wenyewe katika ufasiki, tena huapa kwa uongo bila kufikiri, kwa kuwa wanazitumainia sanamu zisizo na uhai, na wakiisha kuapa kwa upoteo, wanatazamia ya kuwa hawatapata hasara yoyote. Lakini kwa malipo ya dhambi hizo mbili watu wale watafuatiwa na haki, maana kwa kustai sanamu walimwazia Mungu mawazo mabaya, pia wakaapa katika udhalimu na hila, kwa sababu wanaudharau utakatifu. Lakini si nguvu ya viumbe vile ambavyo watu huwapa kwa kuvitaja, ila ndiyo haki inayowachungulia wakosaji, nayo siku zote hupatiliza udhalimu wa ubaya.